Ndo kwanza tumefanya kimoja, damu imechangamka. Subiri hapa, raundi ya pili ya tatu, ndo naweza tukaondoka. Sio, unaenda wapi? We hapa <laughs> tu. Yenyewe nimeagizwa, nimechepuka, nimekuja huku. Nikiendelea kukaa hapa, huyo mama huko nyumbani atanitafuta sana, na istoshi, nimezima simu. Hacha niende, Mudi, tutaendelea siku nyingine. Kwanza moja niende chooni. Nakuja, subiri, nakuja, nakuja, nakuja na. Ah, kaka kuna nini? Ah, mbona mnaingia ndani kwangu pasipo taarifa yoyote, kuna nini? Ehe, ndo huyu huyu kijana nilokuwa namtafuta. Wewe si ndo hodari wa kucheza na hisia za watoto wa kike. Mtoto wangu hanielewi, hanisikii, umemvuruga akili kiasi kwamba hakuna kinachoingia kwenye kichwa chake. Sasa leo hii nimekuja kukuletea rasmi mpumbavu mkubwa wewe. Binti mwenyewe yuko wapi, mama. Nahisi atakuwa huko ndani. Mlete. Ah, anionea bwana, misomo na mke wangu, misomo na mke wangu. Mshenzi mkubwa wewe, yaani mimi nakutafuta umejificha huku. We unapenda wanaume, aya, njo njo, sogea kaba Jamani, jamani, mama, mama, mnanionea mimi somwa na mke wangu huyu.